Ndugu waandishi wa, wa habari tulioko mbele yenu ni viongozi wa mikoa, wilaya, majimbo, kata, matawi, misingi na wanachama wa chama tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kuanzia leo Mei tarehe 14, 2025 tumejivua lasi tukiwa na akili zetu timamu pasipo kulazimishwa na mtu wa aina yoyote, wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Tumefanya hivyo kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazokutana nazo ndani ya chama chetu. Sisi ni viongozi wachache tuliowakilisha wenzetu wengi kutoka katika majimbo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Shinyanga. Viongozi na wanachama zaidi ya mia moja ndani ya mkoa huu wa Shinyanga wanaunga mkono tamko hili kwa juhudi zote la kujiondoa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo. Wanachama hao watautarifu umma wa Watanzania sio muda mrefu, kuhusu azima yao ya kujiondoa katika chama hiki. Chama hiki kimekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zimepelekea sisi kama wanachama wa chama hiki kuamua kuamua kuamua kuchukua maamuzi magumu, kuamua kujiondoa, kulingana na changamoto ambazo zimepelekea sisi kujiondoa katika chama hiki na changamoto hizo ni pamoja na ubaguzi na upendeleo ndani ya chama. Kumekuwa na upendeleo na ubaguzi mkubwa sana kwa wale waliomuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe kwenye chaguzi, kwenye uchaguzi wa chama taifa, yaani mheshimiwa na uh, waandishi wa habari, Ukionekana kwamba wewe ulikuwa timu au ulikuwa na mlengo fulani ndani ya chama chetu, kumekuwa na changamoto za kufukuzana ovyo pasipo kufata misingi ya katiba ya chama. Kwa hiyo tumeonelea ni vyema utaona namna ambavyo tunaweza tukatafuta vyama vingine au majukwaa mengine ambayo tunaweza tukafanyia siasa zetu tukiwa na amani ndani ya mioyo yetu kuliko kuendelea kufanya siasa kwenye majukwaa ambayo kiukweli na uhalisia yamekuwa ni majukwaa yaliyojaa marumbano, yaliyojaa kashfa, matusi, kuto kuheshimiana. Kwa hiyo tumeamua kuchukua jukumu hili kuona kwamba tunaweza tukatafuta jukwaa lingine la kufanyia siasa zetu. Watu hawa wamekuwa wanatutenga watu hawa wamekuwa wakitukana wakiwatolea viongozi wa juu kashfa na udhalilishaji ndani ya chama. Watu hawa wamepewa majina, yaani, ukionekana tu wewe kwamba unaunga mkono kitu fulani unapewa jina la usaliti, yaani hutakiwi kuchangia hoja tofauti na wenzako wanavyoendelea, yaani ukichangia ukitoa tamko au ukiondelea mapendekezo yako unaonekana kwamba wewe umegeuka au umekuwa msaliti ndani ya chama. Kwa hiyo kwa kwa kwa kwa mwonekano huo, sisi ni baadhi ya watu tuliopewa jina hilo la usaliti. Kwa hiyo ukionekana tu una huko kinyume na wao, basi wewe ni msaliti, wewe umewageuka. Kwa hiyo kwa kwa mtazamo huo, tumeona ni vyema tukajivua na kutafuta sehemu nyingine ya kufanyia siasa zetu mbili, kuvuliwa nyadhifa na wanachama bila kufata misingi ya katiba. Kumekuwa na matukio ya uonevu kwa viongozi kuvuliwa nyadhifa, nyadhifa zao na wanachama bila kuzingatia ya katiba. Yaani kumekuwa hapa karibuni kumekuwa na wimbi hilo sana, ukionekana umefanya kitu ambacho wenzako hawakiungi mkono, ambao ni timu fulani, wanakwenda moja kwa moja na kupanga kukuvua nyadhifa zako bila kufata misingi ya kikatiba ndani ya chama chetu. Chama chetu kimegeuka kuwa bahari inayofuga kambali. Unajua, bahari ikifuga kambali, kambali zote zile huwa zina ndevu. Kwa hiyo baba ana ndevu, mama ana ndevu, mtoto ana ndevu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumheshimu mkubwa, anayeweza kumheshimu mdogo, anayeweza kumheshimu wakati, yani wote tunakwenda lego moja. Sasa kama ni hivyo kwamba hakuna kuheshimiana, kulikuwa na haja gani ya kufanya chaguzi kwamba tukae kwa lengo kwamba tukae sasa kwa, kwa ngazi kwamba ngazi hii itashuka kwa ngazi hii itashuka kwa ngazi hii tutawajibishana kufuatana na ngazi zetu. Lakini kwa chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo nimekuwa kinyume kabisa nambavyo chama hiki kiliundwa katika misingi ambayo ilikuwa ni imara, misingi ambayo ilikuwa inakubalika ukosoaji ndani ya chama demokrasia kwa kila mmoja mmoja, lakini leo hiki chama kime a chama ambacho sasa ninafuu cha, yaani, na chama yaani ni bora na nasibi niseme na chama gani yaani nashindwa, yaani inaonekana kama ni udikiteta fulani unaoendelea ndani ya chama hiki. Kwa hiyo hii imetupelekea sisi kuchukua maamuzi haya ambayo leo tumeamua kuyachukua mbele yenu. Aa, lakini tatu kukosekana kwa misingi ya kidemokrasia, ya kidemokrasia kusikilizana ndani ya chama kuko, kumekosekana uhuru wa maoni ndani ya chama haupo, uuzii kutoa oni lolote mpaka uwe uwe kiongozi wa upande unayeunga timu fulani. Tumekuwa tukijifariji kwa mikutano ya hadhara tukienda kwenye mikutano ya hadhara tukipanda majukwaani tunajifariji na kuona kwamba tunaungwa mkono sana na wanachama, lakini ukweli ni kwamba wanachama hawajui ni nini kinaendelea ndani ya uongozi uliomo umongo ndani ya Chama cha Demokrasia. Na baya zaidi tunapokuwa tunaungwa mkono na wanachama huko kwenye mikutano, tunaonekana kwamba sasa sisi ni watu ambao tunathaminiwa, tunapata tuna, tuna, tuna, tuna uungwaji mkono wa hali ya juu, vitu ambavyo vikudanganyaji kwa sababu kusanyiko. Hata wewe mwenyewe sasa hivi ukitoka hapa ukisimama hapo nje, mwandishi wa habari, ukaanza ugomvi na mtu hapo hapo, utaona watu wanajaa, <coughs> yani watu watafurika kabisa. Kwa hiyo kufurika kwa watu kusisababishe kwamba tunaonekana kwamba sisi tunakubalika, kumbe watu wanaweza wakafurika hata kwenye ugomvi, watu wanaweza wakafurika hata kwenye mambo mengine ya kuyasio hata na msingi kwa hiyo kufurika kwa watu kwenye mikutano kusiwe, kusiwe kusionekane kwamba sasa sisi ndio chama tunachokubalika sana. Kwa hiyo watu wa ile chama kimekuwa na kiburi cha kuona kwamba tunapoenda kwenye mikutano ya hadhara tunakubalika, kwa hiyo tunaona kwamba hata tukimfukuza mtu mwingine tunaona kwetu ni sawa tu kwa sababu wananchi wanatukubali. Lakini chama chochote cha kisiasa mtaji wake ni watu, ukisipokuwa na watu hicho sio chama cha kisiasa. Lakini jambo jingine ni kuhusu msimamo wa no reform, no election. Tumekuwa na maoni tofauti kuhusu msimamo huu na kuwa chama hakina mkakati wa kuzuia uchaguzi, yaani tunapo mtu unapoonekana tu huko kinyume kidogo na msimamo wa no reform, no election, wewe unaonekana ni msaliti ndani ya chama, yaani mutakiwi kukishauri chama ukishauri unaonekana wewe ni msaliti. Kama mnavyofahamu kwamba no election no no no reform, no election kwa sasa inahubiri kutokwenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 Sasa, kama chama cha siasa tukishindwa kwenda kwenye uchaguzi, maana yake ni nini? ina maana tumeogopa, si ndio? Tunadaije hapa pasipo kuingia kwenda fronti? Na ili ushinde vita lazima upambane, usipopambana utashindaje vita? Utaishinda vita ukiwa umejifungia ndani ya nyumba kama wao wanagubili kwamba siku ya kupigaji ya kula watu wakae ndani, watu wasitoke kwenda kupiga kula, je? Yeah, hiyo ni sawa? Hicho nacho ni kitu ambacho kimetupelekea sisi kuona kwamba hatuna haja ya kuendelea kubaki kwenye chama ambacho hakina ndoto. Chama cha siasa mpango wake ni kushika dola. Sasa kama hautoki kwenda kwenye uchaguzi unategemea nini? Kwa hiyo sasa, baada ya watu kuonekana wametamka hilo tamko kwamba wanakishauri chama, wakaonekana watu wale ni wasaliti, watu wale wakaanza kunenewa maneno machafu, badala wasikilizwe hoja yao, matokeo yake wakageuziwa mpira kuonekana kwamba ni wasaliti. Kwa hiyo sisi, unaotuona mbele yako, mwandishi wa habari, tumeamua kuungana na wenzetu kuunga mkono asilimia mia, mia kwamba tunahitaji reform lakini hatuhitaji election. Tunahitaji tupate tukiwa ndani ya chaguzi huo. Ndio msimamo tulionao. Hatuwezi kuambiwa na watu viongozi ambao familia zao ziko nje ya nchi, watoto wao wako nje ya nchi halafu wanakwenda mbele ya ya, ya umma wanasema kwenye majukwaa tutakinukisha, wanasema tutafanya mvinja mvinja. <laughs> Sasa hizo kukinukisha, kusudi sisi watoto wetu waende mbele wa kiume na wa kike wakafe au usijue wakafanyeje, wao wakimbie nje ya nchi. Sisi hatuko tayari, hatuko tayari kufanya hivyo kwa sababu mara nyingi sio mara moja, tumekwenda kwenye maandamano, wameitisha maandamano, hakuna mtu amejitokeza. Lakini leo wanahubiri majukwaani tutakinukisha, tutazuia uchaguzi. Watazuia uchaguzi kwa saini gani? Watazuia uchaguzi kwa kufuata uh, labda maamuzi gani walionayo ya kuzuia uchaguzi kwa hiyo una, unaona kabisa ni watu ambao wamejiandaa wao kukimbia nchi ili sisi twende mbele tukapata kitakachotupata wao wakiwa hawako pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa maamuzi hayo, ndugu waandishi wa habari, sisi kama mkoa wa Shinyanga kwa sauti yetu ya pamoja tumekubaliana kwa moyo wa dhati kabisa kuanzia leo tarehe ishirini na tarehe kumi na nne Mei 2025 tunatangaza rasmi kujivua wanachama.